Tayari kwa upande wa muda imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Jeshi la polisi mkoani Kagera limewakamata viongozi watano wa Chadema kwa tuhuma za kuhusika na kupanga maandamano kinyume cha sheria. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita chaendelea na taratibu za kupata ukweli wa kutoweka kwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita. Na serikali nchini Burundi imesema kuwa nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na majanga ya asili. Kwa miongo kadhaa sasa. Habari kamili. Bukoba. Jeshi la polisi mkoani Kagera limewakamata viongozi watano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa tuhuma za kuhusika na kupanga maandamano kinyume cha sheria. Kamanda wa polisi wa mkoa huo, Blasius Chatanda, amethibitisha hilo wakati akiongea na waandishi wa habari mjini Bukoba na kueleza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa madai hayo. Aidha, Kamanda Chatanda amesema viongozi hao watano ni miongoni mwa watu kumi na saba wanaoshikiliwa katika kipindi chote cha kampeni za uchaguzi wakituhumiwa kuchochea machafuko ya umma. Anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kwa hiyo ukiposti meseji ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi, jua hatuko mbali na wewe. Kuna mmoja nimeambiwa, so sasa hivi anapita nyumba kwa nyumba akihamasisha vijana waingie mtaani tarehe ishirini na tisa. Naomba apokee ujumbe huu kwamba hicho anachokifanya, yuko kama mita mbili tu kutoka kwenye pingu. Tutamfikia muda sio mrefu. Aidha, Kamanda Chatanda amewataka wananchi kuwa watulivu na kufuata sheria wakati wa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. NGARA: makarani watakaoongoza wapiga kura katika halmashauri ya wilaya ya Ngara mkoani Kagera wametakiwa kusimamia sheria kanuni na miongozo waliopewa hadi mwisho wa zoezi la uchaguzi utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Wito huo umetolewa na afisa maendeleo ya jamii wilaya Bi Josephine Lusatila akimwakilisha afisa y uchaguzi jimbo la Ngara wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa makarani hao yaliyofanyika ukumbi wa shule ya sekondari Ngara. Aidha, Bi Lusatila amewataka makarani hao kusimamia haki kulingana na kiapo na mwongozo unaowataka kufanya hivyo mini ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni unazingatia unadhifu, lugha nzuri, na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalumu watakaofika kituoni. Kura zinaanza kupigwa rasmi saa moja kamili. Sasa wewe kama mtendaji wa kituo unapaswa kufika mapema, waje wanakukuta. Kama utakuwa na changamoto, toa taarifa mapema. Ukitoa taarifa mapema, tunajua kituo fulani kina upungufu, wale wa ziada watahamishwa kupelekwa wapate taarifa mapema ili wafike mapema wafike nao. Baadhi ya wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata akiwemo Frola Mathew na Peter Kapalala wamesema kuwa watahakikisha wanasimamia misingi walioelekezwa na kutoa maelekezo yanayotakiwa kwa wapiga kura. Zoezi la kupiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani litahusisha vituo 564 katika jimbo la Ngara. Geita. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita kimesema kinaendelea na taratibu za kupata ukweli wa kutoweka kwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita bwana Manjale Magambo baada ya taarifa za mitandao ya kijamii kuripoti mwenyekiti huyo kuchukuliwa na watu ambao hawajajulikana. Taarifa hizo zinadai mwenyekiti huyo alichukuliwa majira ya saa tatu usiku wa jana Oktoba 24 akiwa nyumbani kwake. Katibu wa siasa na uenezi wa CCM mkoa wa Geita bwana Andrew Mnunke akiongea kwa njia ya simu na redio Kwizera amesema taarifa hizo wamezipokea, lakini bado hawajapata wa uhakika wake, na kwamba wanaendelea na vikao vya ndani vya chama na baadaye watatoa taarifa rasmi. taratibu zinaendelea za kujua ukweli kwamba wa jumuiya ya vijana yuko wapi. Kwa hiyo kuna vikao vinaendelea dama, ala, Urasi, ya, vya chama halafu baadaye ndio tutatoa taarifa rasmi sasa ya hatua gani zimechukuliwa na kuthibitisha kweli kama mwenyekiti wetu amechukuliwa. Kwa hiyo bado mpaka saizi hatujathibitisha bado, na kwa sababu mwenyekiti wetu amekuwa na shughuli nyingi yani, inaweza ikaanzishwa habari hiyo halafu kakuta kumbe yuko kwenye shughuli zake. Kwa hiyo tunatamani tupate uhakika wa pasipokuwa na shaka kwamba kweli hayuko kwenye shughuli zake na kweli kwamba alikamatwa na alikamatwa katika mazingira yapi. Hapo jana mwenyekiti huyo bwana Manjale Magambo alishiriki kuhitimishwa kwa kampeni za chama hicho kwenye kata ya Bukoli, jimbo la Busanda, kampeni ambazo zilihitimishwa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura Wizara ya mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa taifa nchini Burundi imesema kuwa nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na majanga ya asili kama vile mafuriko na maporomoko ya ardhi kwa miongo kadhaa sasa. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu na msemaji wa wizara hiyo, Bwana Richard Ndaisaba, inaeleza kuwa majanga hayo yameendelea kuathiri nchi hiyo kwa kiwango kikubwa na hivyo wananchi wametakiwa kuepuka kujenga katika maeneo hatarishi hususani milimani na mabondeni. Aidha, bwana Ndayisaba amewashauri wananchi kujenga wanaojenga kufuata ushauri unaotolewa na ofisi ya ujenzi wa makazi nchini Burundi, Obuha, ili kuepuka ajali zinazoweza kuepukika mugihugu chachu ibiza niisiibe si agaseseshwa chini Burundi kuna ripotiwa majanga ya asili. Chanzo cha majanga hayo ni pamoja na ongezeko la watu, mabandiliko ya hali ya hewa. tunapaswa kuwajibika ili kukinga majanga yanayoweza kutuvamia. Kutoa kutowa fedha katika taasisi mbalimbali zinazohusika na kukinga majanga hayo, kuliko kupambana nayo ingesaidia. ntu hashobora guterwa n'imyuzurira hamwe no kwirinda kwubaka kumisozi ihanamye Hanoi. Mkataba wa kihistoria wa umoja wa mataifa kuhusu uhalifu wa mtandao unaolenga kukabiliana na makosa yanayogharimu uchumi wa dunia trilioni za dola kila mwaka umesainiwa leo hii nchini Vietnam na takribani nchi sitini. Mkataba huo ambao utaanza kutumika baada ya kuidhinishwa na mataifa arobaini unatarajiwa kuainisha ushirikiano wa kimataifa Wakati wa sherehe ya ufunguzi wa mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mitandao imekuwa na nafasi inayotumiwa na wahalifu kila siku, kulaghai familia, kuiba riziki za watu pamoja na kupora mabilioni ya dola kutoka kwa chumi za mataifa. Kwa upande wake, rais wa Vietnam Luong Kuong amesema kusainiwa kwa mkataba huo Kunathibitisha kudumishwa kwa ushirikiano wa mataifa mengi kwa ajili ya maslahi ya pamoja ya amani, usalama, utulivu na maendeleo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, hu tena ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Kagera limewakamata viongozi watano wa Chadema kwa tuhuma za kuhusika na kupanga maandamano kinyume cha sheria. Chama, chama Geita, cha mapinduzi mkoa wa Geita chaendelea na taratibu za kupata ukweli wa kutoweka kwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita. Na serikali nchini Burundi imesema kuwa nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na majanga ya asili kwa miongo kadhaa sasa. Waza Wazua msikilizaji, fedha hujenga nyumba, heshima hujenga makazi.